Akizungumza mara baada ya kuapishwa rasmi kuwa mangi wa tatu wa kabila la Ugweno, Mangi Minja amesema kuwa tabia ya baadhi ya vijana kutumia muda mwingi kwenye vileo badala ya kushiriki shughuli za uzalishaji inarudisha nyuma maendeleo ya jamii. Jamii yetu ya sasa, hichi kipindi kimepita miaka sitini na mbili iliyopita, jamii yetu ya vijana tunaolea sasa hivi inaenda vibaya, malezi mabaya, kua wa, wakivuta wa bangi wakifanya wa madawa wa, wa kulevya na pombe. Kwa hiyo nguvu kazi yetu ya vijana wa sasa hivi napotea wengi sana, wanashamaliza shule darasa la saba, basi wanapotea hapa, hapa kwetu. Kwa kweli kutafuta hata mtu wakufanyia nanii kazi kidogo nakuwa ngumu sana kumpata, unategemea watu wa nje, na hii ni hatari sana, kwa sababu watoto wakiamka asubuhi, vijana wakiamka asubuhi, wanakwenda kitu cha kwanza, badala ya kunywa chai nikwenda kupata chochote. Wanaita wanatoa wana, wana, wana lokusuiwanafunga <laughs> Ni eh, eh, vitu ni eh, vitu vya kuvishughulikia, maana tunatakiwa angalau kama ni pombe ikatazwi, lakini sasa kama nachukuliwa kama, kama, kama chai ya asubuhi. No, tunaomba, tunaomba vilabu, tutaomba serikali tusaidie hawa watu, hizi vilabu vifungwe, wafungue wa, wa, wa, wa jioni saa kumi. <tune> <tune> Mkuu wa wilaya Mlele Majidi Mwanga na bunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo wameeleza umuhimu wa viongozi wa kimila. Nashukuru wale wote ambao wameandaa shughuli hii, lakini mshukuru sana mangi wetu, mangi wetu mpendwa Ahmedi Rajabu Minja watatu mipo rasmi. Ni imani yetu utatunganisha wanamwanga wote kwa ujumla bila kujali anatoka tambarare au Usangi au Ugweno, hiyo ndi, ndio matarajio yetu na ndio na makusudio yetu ambapo tunaamini kwamba tutaunganishwa vema sana. Mangi wetu wameongea kwa unyenyekevu sana kwamba yeye hata shika sheria mambo ya sheria wala fimbo wala nini, lakini nataka kusema ni kwamba, kwa kifupi tu, ni kwamba mangi yeye kazi yake ni kusimamia zile sheria ambazo hazijaandikwa. Ukitaka kujua kwamba sheria ambayo haijaandikwa ina nguvu kuliko e, sasa, mbiru ilikuwa sheria ambayo haijaandikwa, watu walikuwa wanaitia na nguvu. Kwa hiyo mangi wetu atatusaidia kusimamia sheria zile ambazo kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Mwanga, Mwanahamisi Mkunda, amesema serikali itaendelea kuheshimu na kuenzi tamaduni. Sisi kama serikali tunaheshimu na kuenzi viongozi wa kimila, viongozi wa jadi, lakini viongozi ambao wataisaidia serikali na kulisaidia taifa letu kuendelea kusukuma maendeleo na kuleta utulivu, lakini pia na kuhakikisha kwamba amani na utulivu kwa mtu mmoja mmoja